Hoa oh, inakuaje? E, Mtaki Music hapa anaongea. Leo nitakwenda kuwaonyesha jinsi inavyofanyaga mixing na mastering ya nyimbo zangu. Kwa hiyo ungana na mimi, naamini kuna kitu unaweza ukajifunza. E, anizime hapa Plugi za mastering tutafungua e, baadaye kuzisikia. Kwanza kabisa ilikuwa na sound hivi. hapo ukisikiliza utaona kama biti limezimeza sauti na sauti, ambazo zilikuwa zimerekodiwa hazina plagi yoyote zaidi ya uh, nahisi nice ni autotuni. Tuangalie autotuni, ipo autotuni. Niliweka kwenye traki moja moja ambayo ni hii hapa. Kizima autotuni itakuwa nalia hii. maneno yako yanajirudia moyoni mwangu na upendo wako wa ni wagape maishani mwangu siku ya tarajia, maneno yako yanajirudia moyoni mwangu na upendo wako niwagape wagape maishani mwangu siku ya ndo voko, zilikuwa zina saundi hivo, ambapo hapo hazina hata autotuni. Kwanza kabisa niliweka autotuni ambayo ni maneno yako hadi tatu. hadi tatu. yanajirudia moyoni, hmm. mwangu tatu. na upendo wako ni wagape maishani mwangu siku ya tarajia menyeoka kabisa. Tukija kwenye group letu hapa, nilianza kabisa na komplesa ambayo ni hii ambayo ni wave, wave kumi na tano kama una unaweza ukanicheki, tukajua tunafanyaje maneno yako yanajirudia moyoni mwangu na upendo wako niwagape maishani mwangu, maneno yako yanajirudia moyoni mwangu na upendo wako ni wagape maishani siku yatarajia maneno yako yanajirudia moyoni mwangu na, na upendo wako eh, nikaja na hii hii kwalaiza hii ya uh, fabufilta hii kiosili ambapo nilikata frequency ambazo sizihitaji kama unavyoona hapa, ikawe na saundi hivi. maneno yako yanajirudia moyoni mwangu na upendo wako, ukisikiliza taona kuna utofauti kidogo sana. Nikaja tena equalizer nyingine hii ya wevu naitwa naitwa F6 F6 ya wevu hii. maneno yako yanajirudia moyoni mwangu na upendo wako ni... Baada ya hapo nikaja diisa diisa ya wevu hii maneno yako yanajirudia, ya hii kwa ajili ya kukata zile sauti zinazochoma choma, nikatumia hii hapa diisa ya wevu eh. Baada ya hapo nikaja x noise x noise, kuondoa uchafu uchafu kwenye voko maneno yako. Kama utakuwa una monitor nzuri, nadhani utakuwa unasikia kiwango cha cha noise kilichotolewa katika voko zangu za Yeah. Maneno yako baada ya hapo nikaja hii spif, spif. Spifu, nikaja kwenye preset, nikaja kwenye vocal, nikabonyeza hii lima... remove mouth clicks ambayo kama hivi nikuonyeshe na hii kama utakuwa una monitor nzuri, nadhani utakuwa umesikia noise zinazoondolewa katika voko yangu. Baada ya hapo nikaja hii CRA vocals ambayo ni maneno yangu. Hii ni kwa ajili ya, ku... ya kukata sub bass kidogo na kuwide voko yangu kuipa stereo zaidi. Kwenye sub bass yangu nilikata hasi 1.5 afu hapa kwenye hii table nikaongeza pointi ndogo sana ambayo ni pointi zero moja, ni kiwango kidogo sana hicho. Afu hapa kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye, kwenye studio kuwaidi voko yangu nikaweka, nikapunguza i mean kiwango cha hasi 5.7 ambayo ikawa ina saundi hivi maneno yako, kama utakuwa na monitor nzuri, nadhani utakuwa umesikia sauti ilivyogawanyika hivyo. Nikaja equalizer nyingine tena, hii ya Cubase wenyewe, ambayo nikaongeza hizi high frequency kidogo sana na nikapunguza hizi low frequency kidogo sana, ambayo ikawa na sound hivi. Maneno yako yanajirudia. Baada ya hapo, nikaja kompresa nyingine kwa sababu ukisikiliza kwa makini, voko zangu za zimemezwa na biti kwa kiwango fulani hivi maneno ya kisikiza kwa makini vuko zangu zimeinuka safi kwa kiwango chake, nadhani ehe. Baada ya hapo nikaja kuweka delay. Delay ambayo ni hii, niliwekea grupu lake la efekti, gupu lake la delay ni hili. Nilitumia delay ya kawaida ya, ya Cubase wenyewe hii hapa ambayo huku nilikuja niliweka kwenye grupu la lead kiwango kidogo sana, kama asi kumi na tisa pointi moja ambayo ilikuwa na saundi hivi, maneno yako yanajirudia moyoni mwangu na upendo wako <tikafu> uh-huh. baada ya hapo nikaja nikawekea rivebu rivebu, nilitumia hii ya wevu weps na nilichagua hii preset ya hall le large, aafu hapa nikaweka hadi mwisho hadi asilimia mia moja. Alafu nikaja nikaiqualize nikaondoa hizi high frequency za reverb yenyewe, ili kuleta utulivu katika vokali yangu ambayo ikae na sound hivi maneno yako yanajirudia moyoni mwangu na upendo. Nadhani umeona utofauti nikifungulia na biti, maneno yako yanajirudia moyoni mwangu na upendo wako. Ah, kwa leo naamini tuishie hapa. Nadhani katika totolo ijayo nitakuja kuelekeza jinsi nilivyo zimiksi kolasi yangu ambayo ni hii sikilizishe kidogo ikiwa yang... na plagi zake. Naamini utajifunza kituasemi na sound hivi. Asante. Katika tutorial ijayo, sehemu ya pili, nitaelekeza jinsi nilivyo zimixi hizo voko zangu ambazo ni za chorus. Asante, usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti ili kujifunza mambo mengi kama haya. Chao.